Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Pengine mtu mwingine anaweza kuuliza kwa nini mkutano huu leo? Mkutano huu leo unatokea si kwa bahati mbaya, unatokea ni kwa sababu tunayo kazi ya kufanya ili kuhama kutoka kwenye matumizi ya nishati isiyo safi kwenda kwenye matumizi ya nishati iliyo safi. Nataka nichukue nafasi hii kuwaomba wote waliohudhuria kwenye mkutano huu mkutano huu kujadili masuala ambayo yatatufanya sisi wa Afrika Mashariki tuweze kuhama kutoka kwenye matumizi ya nishati sio kuwa safi, twende kwenye matumizi ya nishati iliyo safi. Mkutano wa leo wa awali ni utangulizi tu wa mkutano utakaoendelea kuanzia kesho na kesho kutwa, ambapo viongozi mbalimbali mbali wa Afrika Mashariki na wengine nje ya Afrika Mashariki watakutana pamoja na sisi kwa ajili ya kujadili masuala ya mafuta na gesi katika bara letu la Afrika. Mkutano wa leo mabibi na mabwana, si mkutano wa hotuba ndefu, ni mkutano wa wataalamu kujadili masuala mbalimbali ya usuyo, masuala ya mafuta na gesi. Na kwa sababu hiyo, chukua nafasi hii kuwakaribisha wote Tanzania hapa Dar es Salaam. Wale mliotoka mbali karibuni sana, na niwaleteni salamu nyingi za rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye anatambua uwepo wa mkutano huu. Anawatakia kila la heri kwenye mkutano huu, mjadili kwa haki mtafute suluhu ya matatizo yetu, na mwisho wa siku tujue tunakwendaje katika kuhama kutoka kwenye matumizi ya nishati isiyokuwa safi kwenda kwenye matumizi ya nishati safi. Baada ya kusema hayo, na kwa kuzingatia mkutano huu ni kwa ajili ya wataalamu kujadili mada mbalimbali, chukua nafasi hii kutamka kuwa mkutano huu wa awali wa mafuta na gesi wa Afrika Mashariki nimeufungua rasmi. Na asanteni kwa kunisikiliza.